wayasirli amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qauli, wabaad. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi waalihi wasallam, wa tulikuwa tuko kwenye mtiririko wa kuzungumza kwamba Uislamu umetoa taswira iliyopangilika katika ulimwengu na mwanadamu na tukazungumza kwamba umetoa picha kamili ya siri ya maisha ya dunia, kuonyesha hekima za misiba, kwa nini msiba uwepo misukosuko, na kwa nini kuwepo kifo, na baada ya kifo kuna nini? Nimeletwa hapa duniani? Nimekuja mwenyewe au nimeletwa? Na kama nimeletwa, kwa kazi gani na mwisho wetu ni nini? Tulikuwa tukijibu moja moja, tukasema ni Uislamu pekee uliotoa majibu ya maswali hayo ambayo huwa yanamkera mwanadamu, tukawa tumejibu moja moja kwa mujibu wa Qurani mpaka tukafikia mwisho wetu ni nini. Leo tuzungumze ule mwisho wetu ili alafu turudie tena kwenye somo letu la mwanzo tuliokuwa tumelianza kuzungumza majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na umuhimu wa dhikri ambavyo tulikuwa tumeishia katikati, tukaishika kipengele kingine. Mwisho wetu ndugu zangu, Allah ameuzungumza kwenye Qur'an. Ndio Uislamu ulivyo unafafanua. Suratul Hajj aya ya 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Almulku yawma idhin lillah, mamlaka yote siku hiyo ni ya Allah. Yahkumu bainahum, atahukumu siku hiyo kati yao viumbe wote. Mamlaka ni yake, ufalme ni wake siku hiyo atahukumu kati yao viumbe. Kwani hizi siku nyingine hakuna mamlaka ye kwake? Yapo. Unaposema maliki ya umidini, yeye ndiye mwenye kumiliki siku hiyo ya malipo. Siku hizi nyingine kwani si, hazimiliki? Yeye anazimiliki. Tukisema maliki ya umidini, mfalme siku hiyo ya malipo kwani siku hizi nyingine hizi ye sio mfalme? Ni mfalme. Hikma ni nini? Hikma ni kwamba katika hizi siku nyingine ye yeah, amegawa mamlaka pia, akawazima viumbe mamlaka kwa kazi maalum, akawagawia mamlaka, akawagawia ufalme kwa kazi maalum. Sasa ndani ya kufanya zile kazi maalum walizopewa, wengine hawafanyi walivyopewa ile mamlaka anayechukua ni ya kwake, ufalme anaona ni wake. Sasa kuna watu wanadhulumiwa humu ndani, viumbe wanadhulumiana. Je, dhuluma ile ndio iendelee, alafu watu wakifa iwe basi? Ndio maana Qur'ani ikawa imetoa majibu, hapana, sio basi. Maana kuna watu wengine wanasema ah, shadhulumiwa bwana, alafu mwisho ah, kila mmoja atakufa, atageuka mavumbi, kesi imekwisha. Yani watu wadhulumiwe wa, alafu wageuke mavumbi itakuwa hakuna hekima ya kuweko Mungu, yaani wa wa watu wengine wadhulumiwe, alafu wote wamegeuka mavumbi, wamekwisha hakuna. Sasa fanya ufanyavyo. Mwenye imani ya kujua uislamu unasema nini, akaamini nguzo sita za imani, kwamba kuna siku basi. Huyo mwenye kudhulumu adhulumu atakavyodhulumu, iko siku. Siku ipi? Almulku yaumaidhin mamlaka na ufalme. Siku hiyo hiyo siku ikifika, lillah, mamlaka ni ya Allah tu, ufalme ni wa Allah tu. Huu ufalme wa kuwazima wazima wa kudhulumiana umekwisha. Aliyedhulumiwa siku hiyo yahkumu bainahum Allah, atahukumu kati yao viumbe. Kwa hiyo na siku ile atakuja kusema hasa, mwenye amerekodi, amesema Atasema, limanil mulku aliyom, je, mamlaka ni ya mamla nani leo? Ufalme ni wa nani leo? Kama siku zote kule niliwaazimeni, ufalme mkadhulumiana, haa, leo sasa ufalme ni wa nani? Kimya. Atajibu mwenyewe, lillahi lwahidi lqahar. Ufalme ni wake yeye Allah, mmoja wa pekee, mwenye kuweza kuwaendesha viumbe atakavyo yahkumu bainahum, atawahukumu viumbe kati yao. Faladhina amanu, wale walioamini, waamilu salihati, wakafanya mema. Siku hiyo sasa ndio mwisho, manake ndio mwisho wa mambo. Fi jannati nnaim, wataingizwa katika pepo zenye neema na ndio za kudumu. Mwisho ni huo, wakishaingizwa kuna nini tena? Hakuna kufa tena huku duniani walikoletwa, huko kwa kazi maalum, walioamini kazi waliopewa na wakatenda mema katika kazi waliopewa, basi hukumu sasa, fi jannati naim, watakuwa katika pepo za kudumu za neema, hakuna kufa tena, ndio mwisho ni hivyo. Siku ikaitwa, siku hiyo, tangu ikianza tu, hiyo siku haina mwisho tena, hakuna siku ya pili, ndugu zangu. Ikishaanza siku ya kiama hakuna siku ya pili, hamna tena ya pili, moja kwa moja tu inaendelea tu. Ndio maana katika mazungumzo ya Allah kila akihitaja yaumaidhin yaumaidhin yaumaidhin, siku hiyo, siku hiyo. Maanake ni siku ndefu, ina matukio mbalimbali mbali. Watu wamesimamishwa wakazungushwa, wakaenda wapi, mpaka wakahukumiwa, mpaka wakaingizwa kwenye pepo, kesi imekwisha. Wapi walioingizwa kwenye pepo? Alladhina amanu wa amilus salih walioamini wa na kufanya mema. Mema ni yale aliyoyaridhia Allah subhanahu wa taala. Kuna kundi la pili sasa, liliodhulumu liliodhulumu nafsi zao, likamdhulumu Mungu, likawadhulumu viumbe. Ndio hawa waliokanusha wakasema hakuna hiyo siku. Walladhina kafaru, na wale waliopinga wakakanusha wakakataa wakasema haiko kamwe hiyo siku. Wakadhabu biayatina, wakasema ni uongo aya zetu wakazitia uongoni, wakazikadhibisha wakasema, hakuna bwana, nani alikwenda akarudi sasa siku itakuwa imefika? Hawa nao, faulaika, basi hao, lahum, ni ya kwao adhabu, muhim, adhabu ya kunyongesha sana. Ya kunyongesha vipi? Haina mwisho, moja kwa moja tu. Mwenyezi Mungu atulinde na shari. Mwisho ndo huo, hakuna mwisho tena walioneemeshwa kwa kutii moja kwa moja, walioadhibiwa kwa adhabu ya kunyongesha kabisa, hakuna mwisho moja kwa moja. Jamani, hivi kweli itakuwa ni, ni, ni salama miaka sabini ufanye fujo alafu ukaadhibiwe milele? Sasa kuna vichwa ambavyo havitaki kuamini habari hii, vinasema mbona Mungu atakuwa sio mwadilifu, eh? Kwa nini yani miaka sabini alafu akakuadhibu milele? Kwani ulitakaje bwana? E, Mungu ni mwadilifu bwana, ana huruma bwana. Makosa ya miaka hii kumi kumi na ngapi sabini, alafu mtu akaadhibiwe milele? Ah, si ndio alivyochagua. Kwa sababu haya makosa haya yalikuwa yamebainiwa pia kwamba kuna hivi kuna hivi kuna hivi, kuna na makosa ambayo watu waliteleza, watasamehewa, lakini kuna makosa ya kukataa, hakuna hiyo siku. Huu ni uamuzi mtu hamna siku hiyo bwana, huyo Mungu mwenyewe hakuna kamwe, ala hakuna, eh? Ndio maamuzi yako, mi nafanya ninavyotaka, unavyotaka, itakuwa adhabu ni hii, sawa, tuione, hakuna aliyekwenda kaone. Sasa ni maamuzi, amehukumiwa kwa alichokitaka mwenyewe, alichokiamua. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, watu wangu wote wataingia peponi ila yule aliyekataa ya nazungumza kwenye kundi la watu wake na wa mtu mwingine, si tazungumza watu wao sio? wataingia peponi ile aliyekataa. Akasema amani ya aba ya Rasulullah, nani atakataa? Mtume akasema man ataani dakhala aljanna, aliyenitia taingia peponi. Nimetoa ujumbe, umeeleweka. Wa man asani alinipinga hataki akaniasi hataki faqad abaa amekataa mwenyewe huyu hataki. Sasa kama hataki unasema Mungu sio mwadilifu? Sio mwadilifu vipi? Ni mwadilifu. Ibilisi alikuwa amejua kila kitu, lakini akasema mimi bwana, na iwe liwe liwalo bwana, liwalo na liwe. Sasa maamuzi yake mwenzake, alimuona ametubu, kwa nini naye asitubu? Akasema mimi nitapambana nao tu. Hiyo ni aya moja inayozungumza mwisho, ni huo. Aya pili, ziko nyingi zinazozungumza habari ya mwisho eh, lakini hatutoweza kuzungumza zote, tutoe taswira tu kwamba na mwisho wetu umebainiwa. Aya pili, sura ya pili inayobaini ni Surati Ibrahim aya ishirini na moja mpaka ishirini na tatu. Anasema Allah katika siku hiyo, wabarazu lillahi jamia, watu watakuwa wametokeza wote mbele ya Allah, wote wamejitokeza, wamekusanywa tangu mtu wa mwanzo mpaka wa mwisho. Walipokusanyika pale kunatakiwa kupita hukumu sasa. Faqala dhuafau, watasema wale watu waliokuwa ni wanyonge wanyonge, sio kwamba hawakupewa akili, walizitumia vibaya tu. Lilladhina stakbaru, kuwaambia wale waliokuwa wamejipa ukubwa kibri, wakajifanya wao ndo wababe katika nchi na kauli zao zinatiiwa. Sasa hawa waliokuwa wakiwafuata wenzao wanawaambia wale waliojitukuza, siku hiyo waliokuwa wakubwa kwa siku hiyo, wanawaambia hivi, inna kunna lakum tabaa, sisi kule duniani tulikuwa tukiwafuata nyinyi tulikuwa ni wafuasi wenu fahal antum mughnuna anna, hivi nyinyi leo mnaweza mkatusaidia kitu min adhabillahi, mkatutenga na adhabu ya Allah min shaiin, japo kidogo mnaweza mkatusaidia mkatukinga na adhabu ya Allah japo kidogo, kwa sababu tulikuwa wafuasi wenu. Qalu, watasema wale waliokuwa ni wababe waliojitukuza, wakaona wana mamlaka duniani, watasema hivi lauhadana llahu la hadainaku, kama angetuongoza Allah na si tungekuongozeni. Lugha lugha ya vipi hivi? Allah hakukuongozeni nyinyi? Wanataka kusingizia kama vile mtu anayesema huku duniani, mungu mwenyewe akipenda mi ntaswali. Ukimuuliza, kwani ah, mungu hapendi uswali? Mbona mbona ametoamesha. Sasa mungu kwani akitaka mi naweza kweli kupinga Lugha ya namna hii kwamba Mungu yani amuongoze ya kama vile kumuongoza ng'ombe, wakati ulipewa akili ya kuchambua mambo na ukakataa. Kwa hiyo wanatumia lugha ya namna hii, kama Allah angetuongoza bwana na sisi tungeweza kuongozeni nyinyi. Mlipewa mwongozo lakini mliacha tu, sawa eh? Wanatumia lugha ile ya kwamba Mungu ana uwezo, hakutuongoza sisi, inasaidia lakini lugha hiyo kwa kipindi hicho hivi Mungu kweli hakuwaongoza? Mwongozo huu hapa, uwezo unao, akili unayo, kila kitu, utashi unao, utaki, alafu uju useme lau kama angetuongoza Mungu situngekuongozeni hakuletwa mtume, aya zilikuwa hazionekana? Watatumia lugha ya namna hiyo. Hiyo lugha inatumika duniani, haitumiki? Inatumika. Wanasema watu, hivi Mungu kama anataka mimi nisinywe pombe, hasa naweza kunywa kwa hiyo unataka kumsingizia mungu anataka unywe maanake useme hivyo inaingia akilini kwamba mungu anataka unywe alafu ukishakunywa akakuadhibu mungu hataki unywe unataka mwenyewe kunywa amekuachia unywe ndio kilichopo hapo kwa hiyo watasema law hadana allahu la hadainakum sasa sawaun alaina ajazina am sabarna Yaani kwa, kwa saa hizi sawa sawa tu kwetu, tukilalamika tukifadhaika au tukisubiri sawa tu, wala msikuulize kitu, tuacheni bwana mala na mimi mahisa, hatuna pa kukimbilia saa hizi, maana kama mnatukera na nyinyi bwana, sisi tuna mambo yetu hapa yametusonga, na nyinyi mnatuambia tuwasaidie nyinyi. Hili kundi la watu hilo, kuna kundi sasa, kuna na Ibilisi na yule pale na watu wake na vikundi vyake na wasaidizi wake, waqala shaitan na atasema kipindi hicho Ibilisi, lamma kudhiyal amru, pindi amri itakapokuwa imekwisha pitishwa, hukumu imekwisha pitishwa, haya sasa nendeni wenzenu, wale wanakwenda kwenye pepo na nyinyi nendeni huko. Atasema maneno haya, inna llaha waadakum waada lhaqi, Allah alikuahidini ahadi ya kweli wa waadtukum fa akhlaftukum, na mimi nikakuahidini lakini mimi sikutekeleza, kwa sababu mimi nilikuwa sina cha kutekeleza. Maneno haya atasema wakati gani? Wakati watu wamemwambia Ibilisi, lakini wewe wewe ndio uliyotusababishia matatizo wewe, kwa sababu kumeshapitishwa hukumu. Binadamu atamlalamikia Ibilisi kila aliyepotea, wewe ndio tabu yote uliotuletea wewe. Sasa anasema hivi, Sikilizeni bwana, inna allaha waadakum waada lhak, Allah alikuahidini ahadi ya kweli kupitia mitume. Wawaadtukum, na minka nkakuahidini ya kwangu. Fa akhlaftukum, mi wala sikutekeleza. Allah ametekeleza. Wama kana li alaikum min sultani, wala mi sikuwa na pawa yoyote, wakati nikikuchukueni kule, mamlaka sikuwa nayo. Atakuja wakataa watu wama kana li alaikum min sultani wala, mi sikuwa na mamlaka, sikuwa na nguvu za kuwachukua kinguvu nguvu, wala sikuwa nazo. Hata kuniona mlikuwa mnioni kama ah. Ila andaautukum, ila likuiteni tu kwa njia ya kuwapambiapambia. Fastajabtu, mlinyimka niitikia wenyewe tu. Ma kana li alaikum min sultan, sikuwa na mamlaka kwenu. Na Allah hapa duniani ameshatubainia hilo kwamba kweli ibilisi hana mamlaka, anatuambia hivi alipotuambia fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rrajim, pindi ukisoma qur'ani sema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Sema hivyo, suratun nahli, aya 98 mpaka mia moja imeanza yani, tunatakiwa sisi tuseme a'udhu billahi minash shaitani rrajim ili asitutoe kwenye lengo akatutoa kwenye reli huyu Innahu, kwa hakika huyo shetani, laisa lahu sultanun, hana mamlaka. Ala ladhina amanu, kwa walioamini wa, hana mamlaka nao, hana pawa yoyote kwao. Wa ala rabbihim yatawakalun, na wale ambao mambo yao wamemtupia Allah Mungu. Amekwambia sema hivi, ukikubali ukisema hana mamlaka tena, si ndio? Sikiliza alichobaini Allah, innama sultanuhu, hakika mamlaka yake na pawa yake iko wapi? ala alladhina yatawallaunahu, iko kwa wale ambao wenyewe wamempa utawala, wamempa usimamizi, wamemfanya rafiki, ana mamlaka nao. So, huy si wamemchagua sawasawa, eh? Mamlaka yake iko kwa hao, nguvu yake iko kwa hao. walladhina hum bihi mushrikun, na wale ambao humtumia yeye kumshirikisha Allah, hao ndio ana mamlaka nao, lakini walioamini, shetani hana mamlaka nao. Ukitegemeza mambo yako kwa Allah, shetani hana mamlaka na wewe. Ndio Allah anasema hivyo. Kwa hiyo tusije tukambandika mamlaka bure. Mungu alikwisha sema, inna ibadi laysa laka alaihim sultanu, waja wangu hawana, huna mamlaka nao, illa man tabaak, ila yule aliyeamua kukufuata mwenyewe tu. Mamlaka hana, huna mamlaka nao, alimwambia shetani live, waja wangu maanake wale walioamua kunitii wali, wali, wali, wali, wali, ndio Allah anawaita waja wake sasa, walio mwamini walio tegemeza mambo kwake Allah anawaita waja wangu, waja wangu. Wewe huna mamlaka nao ila manittabaaka, ila aliyeamua kukufuata, huyo mimi simsemi mja wangu, huyo huyo amekutaka, tuko pamoja. Siku hiyo ya mwisho atakuja kusema maneno haya, anasema hivi wa ma kana li alaykum min sultan, mimi wala sikuwa na mamlaka juu yenu kamwe ila an daautukum, ila likuiteni tu mimi kwa njia ya kukupambieni, pambieni tu. Fastajabtum li, mkanijibu wenyewe mkaniitikia. Fala talumuni, leo msinilaumu. Walumu anfusakum, laumuni nafsi zenu wenyewe, mlinifuata ma ana bimusrihikum mi sito kulalamikieni kukupigieni kelele labda ah, nisaidieni nisaidieni. Ah, mi sisemi kitu kwenu. wama antum bimusrikhia, nanyi msinipigie kelele za kutaka msaada wote kwangu, kila mmoja na lake hapa. inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, ule ushirikina ule mlionibandika mimi na Mungu ule, mi kwanza napinga na, na kataa mi sitiki kabisa ya kwenu wenyewe oh. Vyote anapinga mbele ya sasa ha, lakini we ndio le watakapong'ang'ania, ndio wewe wewe wewe, anawaambia sasa, mimi nakwenda huku, basi nifuateni, nisi mnanifuata mimi, mlikoamuliwa ni huku, atwendeni ha, ha ha. Hawezi kwenda hapo hapo, kusukumwa sio kumfuata tena yeye eh. Sasa vitu hivi iko wazi, tumepewa majibu kabisa, sisi mwisho utakuwa vipi? na katika kitu watakacholalamika watu siku ile, watatamani waseme, wamwambie Allah, rabbi irjiuni laalli amalu saliha, ya rabbi nirudishe, turudishe basi, ya rabbi, angalau tufanye mema. Wanatamani siku hiyo kufanya, lakini matamshi yao siku hiyo kazi bure, sawa sawa. Kwa hiyo tumechorewa picha kamili, mwisho ni upi Inna dhalimina lahum adhabun alim, kwa hakika madhalimu siku hiyo watakuwa wanayo adhabu yenye kutia uchungu. Huo ni upande wa waliokufuru. Upande wa walioamini, wa udkhila alladhina amanu, na wataingizwa wale walioamini, wa amilu salihati, na wakafanya mema, jannatin, wataingizwa peponi kwenye pepo, tajri, inapita, min tahtiha chini yake al anharu mito, khalidina fiha, wakae humo milele, hakuna kufa tena. Biidhni rabbihim, kwa amri ya Bwana wao, kwa mpango wa Bwana wao, kwa rukhsa ya Bwana wao. Tahiyatuhum fiha salam, maamkizi yao huko salam, amani, amani iwe kwenu, kila mmoja anamwambia mwenzake, hapa ni amani tu, hakuna kero tena, hapa kifo kimekwisha uwawa, chenyewe kimeuawa. Kifo hakipo tena. Kifo kitaletwa kwa sura ya kondoo mbele ya watu, baada ya kuhukumiwa, waulizwe, watu, mnamjua huyu? Waseme ndiyo. Nani huyu? huyu ni mauti. Wanaambiwa basi, mauti, leo tunamuua mauti. Anachinjwa yule mauti, hayupo tena, hakuna kufa. Mwisho wa yote, Allah awatangazie watu walioamini Nimewaridhieni, siwakasirikii tena, jisikieni amani, hakuna cha kunikera hata kimoja mtakachofanya huku. Sasa jamani, hatuoni kwamba Allah kutuleta huku duniani ni kwa kazi maalum tu ya muda mfupi? Kazi tu, tumeletewa kazi fulani tu tuifanye, tuondoke, tukiondoka, tukalipwe vizuri, maisha ya milele lakini tukishafika hapa tumefika, tunajiona ni wajanja kweli kweli, kila kitu kwa uwezo wetu, tuna mamlaka. Hatuna bwana, mamlaka ni kazi maalum tuliopewa. Hebu tufanyeni hii kazi, kila mmoja ajikague, akague afanye kazi vizuri aliyoletewa hapa, duniani ni muda mfupi tu, tumalize kazi uondoke vizuri. Allah atujalie kuwa ni wenye kusikia na kufuata yale mazuri, ili tuweze kuondoka vizuri. wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin